Kuchukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninaamini kabisa wote ambao tumehudhuria tume tukio hili tupo mahali hapa kwa sababu tuna nguvu, tuna afya, lakini pia imebakia siku moja tu ya kesho kwa ajili ya kuwa na mkesha kwa ajili ya kumaliza mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ambao benki ya CRDB imekuwa na mwaka mzuri na uzuri wa mwaka huu unatokana na wateja ambapo mmekuwa pamoja nasi kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu wa kumi na mbili. Wakati tunakaribia kufunga mwaka, tunasema kabisa nyie ndio mnaotuweka mjini. Kwa hiyo tuwapigeni makofi mengi sana, wateja wetu. Tukio hili la leo limeweza kutonisha mahali hapa kipekee kwa ajili ya kuwasherehekea washindi wetu ambao kwa namna moja au nyingine waliweza kujua nini ambacho benki ya CRDB imeweza kuja nacho. Na kwa mwaka mzima tumekuwa tukifanya kampeni hii ambayo inatambulika kama benki ni sim banking, kwani huduma ya benki ambayo inapatikana kwenye simu zote iwe ni simu janja na hata simu ambazo hazina uwezo wa kuwa na internet ambazo una uwezo wa kupakua au kudownload app yetu pendwa ya SimBanking na kuweza kufanya miamala ya kibenki. Zaidi ya asilimia 95 ya miamala ya kibenki sasa hivi inaweza kufanyika kwa kutumia huduma hiyo ya SimBanking. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani ambapo ukiwa na simu yako na kuwa na app yako ya SimBanking unavyoweza kufanya miamala mingi, lakini pia ukaweza kujishindia huku ukiendelea kufanya miamala yako. Kwa hiyo siku hii ya leo tuko mali hapa, na ukiangalia hata ratiba yetu ni fupi sana kwa sababu hatuna mambo mengi. Tunachotakiwa ni kuweza kujua wakina nani ambao waliweza kuchangamkia fursa, lakini ulikuwa ni uwanja mpana sana, ambao kila mmoja kwa namna ambavyo ulikuwa ukiendelea kupata huduma zako, bado sisi kama CRDB tuliona tuweze kurudi kuwa sehemu ya jamii na kuweza kurudisha kwa kile ambacho tulikuwa tumekitangaza mwanzo wa kampeni hizi. Sasa kwa siku ya leo, imekuwa ni siku ya bahati sana, ambako tutakuwa tunatoa zawadi kwa washindi wetu. Zawadi ya kwanza ambaye, siku ya leo, ni kwa yule mshindi wa jumla Tunajua kila baada ya miezi miwili tulikuwa tukitoa Toyota IST new model, na mpaka sasa tumeshatoa Toyota IST new model tatu, na hii ambayo tutaitoa leo itakuwa ni ya nne, lakini gari ya mshindi wa jumla ambaye ndio zawadi yetu tunayoikabidhi siku hii ya leo, wakati tunafunga kampeni hizi za mwaka 2025 ambayo ni gari aina ya Toyota Harrier inafahamika kama Anaconda, lakini tutatoa pia Toyota IST new model. Pia tuna simu za kisasa aina ya iPhone 17. Kuna washindi ambao baada ya muda mfupi tutawatangaza mahali hapa, lakini kuna wanafunzi ambao mara nyingi sana tunakuwa tunasisitiza, wakati uko busy na masomo yako, vitu vyako endelea kuvifanya kidijitali kwa kutumia simbanking wao wamejishindia scholarship ambayo CRDB italipa ada ya masomo yao. Kwa hiyo tuendelee kuwapigia makofi kwa namna ya kipekee kabisa. Napenda kumtambulisha ndugu yetu Kakadeo Ferdinand Mlawa, naamini yuko hapa ya huyu ndio mshindi wetu, makofi tafadhali, makofi. Hongera sana sana. Ya, yeah, tunajua kila mmoja hapa alikuwa anaangalia mshindi atasimama atatokea wapi, lakini sisi tunasema kabisa kwa wewe kushinda sio tu kwamba utakuondoka na gari mpya kabisa, lakini pia by default wajikuta umekuwa ni balozi mzuri sana kwa kujua kwamba kampeni hizi zinaendeshwa kwa uwazi na hata mshindi the way alivyopatikana, hata wewe una uwezo kuwa shahidi wa jinsi gani ambavyo ulivyopatikana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii ni nikupongeze sana sana kuwa mshindi wa gari yetu mpya, ambaye tunaiona kwa majina, anaitwa Deo Ferdinand Mlawa, ni mkazi wa Mikocheni, Dar es Salaam. Na furaha sana kupata hii zawadi. Na furaha sana kupata hii zawadi na nimefurahi sana kwa kweli, na nimeamini kweli ukitumia SimBanking unaweza kupata bahati ya kupata zawadi hii, na nawashauri watu wengi wapende kutumia SimBanking kwa sababu ndio kwanza inarahisisha. Unaweza kulipa bili za maji, unaweza kulipa umeme, unaweza kulipa mafundi, unaweza kulipa kwa kutumia namba za simu. Yani vitu vyote unaweza ukavifanya kwa kutumia SimBanking badala ya kwenda benki kwenyewe. Nilikuwa nafanya nilikuwa nalipa bili za maji, nilikuwa nalipa umeme, nilikuwa nalipa mafundi, nafanya kuhamisha kwenye simu yangu na nanunua bidhaa kwa kutumia SimBanking. Ina usalama kwa sababu unaona kila kitu inakuonesha pale, pesa yako iliokatwa, pesa yako liotuma, inayobaki, kila kitu inaonesha, haina shida, haina shida yote, wala sijai kupata tatizo lolote kwenye SimBanking. Sikuwahi kufikiria hivyo. Nimeona kama ni bahati tu imetokea. Yes, sijawahi kufikiria kama nitakuwa ntakuwa mshindi wa namna hii, na washauri waendelee kutumia SimBanking. Ni njia nzuri, ni njia sahihi kabisa, na pia ina usalama okay. Kwa majina naitwa Happiness Justin Chacha, ni mshindi wa scholarship kutoka SimBanking CRDB. Kusema ukweli siku ya kwanza ni kupigiwa simu kuambiwa kwamba mimi ni mshindi wa scholarship. Kwa mara ya kwanza sikuamini, lakini aisee, furaha ambayo nilikuwa nayo moyoni, aise, siwezi kuielezea. Kikubwa namshukuru Mungu na nawashukuru pia CRDB kwa kunifikia na kuamua kunipa mimi scholarship Ine.